Lakini pili ni kushukuru na kupongeza Mkurugenzi Mtendaji hatu kwa hatua hii. Uliwasiliana ukaniambia kwamba machifu wetu hawa ambao kwa kweli wanafanya kazi kubwa katika wilaya yetu, nyeye mnafahamu mkuu wetu wa mkoa alishatoa maelekezo mahususi juu ya mkakati wa kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira yetu katika mkoa wetu, lakini pia katika wilaya yetu ya Mbeya. Lakini miongoni mwa viongozi wanaoisaidia serikali kwa karibu kutunza mazingira yetu ni pamoja na machifu, hususani machifu wa halmashauri ya Mbeya wakiongozwa na chifu Soja. Na fahamu katika kutekeleza jukumu hili muhimu katika taifa letu wanakutana na changamoto kubwa kwa tarafa tatu. Sasa mnafahamu halmashauri ya wilaya ya Mbeya ee, imezunguka karibia wilaya zote za mkoa wa Mbeya. Sasa kutoka tarafa moja kwenda tarafa nyingine kuhamasisha mkakati wa utunzaji wa mazingira bila kuwa na chombo cha usafiri. Tafsiri yake ni kwamba wameteseka sana, lakini umekaa na management yako pamoja na wadau, ukaona kuna umuhimu wa watu hawa machifu kuwapa vyombo vya usafiri ili viweze kuwarahisishia wanapotekeleza majukumu yao ni pamoja na majukumu ya kuhakikisha kwamba halmashauri yetu na wilaya yetu inaendelea kuwa salama. Naomba nitumie nafasi hii kwa niaba ya serikali kukupongeza sana wewe pamoja na timu yako. Si jambo rahisi sana. Mambo haya yanafanywa na viongozi ambao wanatambua wajibu wao katika jamii wanayoiongoza. Lakini mwisho nitumie nafasi hii kukushukuru sana na kukupongeza wewe moja na wasaidizi wako, tumeendelea kuunga mkono serikali wakati wote. Naomba nisiseme sana, lakini kila mmoja ni shuhuda kwenye matukio mbalimbali hususani mbali, matukio ya hivi karibuni. Kubwa kuliko yote ni tukio la kilele cha mwenge wa uhuru kilichofanyika katika mkoa wetu pale Sokoine, tarehe ile ilitupa heshima kama wananchi wa mkoa wa Mbeya hususani halmashauri ya Mbeya DC, nyinyi mnafahamu tulipata tulikabidhiwa na mheshimiwa makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ile tarehe pale Sokoine. Nitumie tena nafasi hii kuwashukuru sana machifu wetu kwa kuendelea kutuunga mkono, lakini mwisho kwa muhimu nitumie hadhara hii kumshukuru sana rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Ameendelea kuwa karibu na machifu na nyinyi mnafahamu, ni chifu Hangaya, wakati wote ameendelea kuwashirikisha machifu hawa kwenye shughuli mbalimbali za serikali. Tafsiri yake ni kwamba anatambua umuhimu wao na mchango wao katika taifa letu. Baada ya maneno hayo mafupi, sasa nipo tayari gawa pikipiki hizi tatu kwa machifu wetu ambazo zitaenda kuwasaidia kurahisisha usafiri katika ta. Nimeuona huko leo. <coughs> Mheshimiwa mkuu wa wilaya, zoezi ambayo nililiona siku ile pale kwenye kilele cha mbio za mwenge cha kupokea, cha kupokea tuzo ya, tuzo ya ya, ya ya kuwa ninyi ndo mmeshinda Mbeya DC. Naamini kabisa bila kupepesa macho, ugenzi uliye naye yuko makini na hata tuzo mlioipata Mbeya DC haikuwa ya kubona wala sio ya kubahatisha. Nimeona jinsi alivyokuwa na watendaji wake, tumeendelea kumfuatilia kiukweli, mna mama makini na ninaamini kwenye hii BDC mu wilaya atakufusha mali.